Nina kusalimu kutoka Union Mission ya kusini mwa Tanzania, na karibu tuangazie yale tuliyo nayo katika muhutasari wa habari. Makao makuu ya fildi ya ziwa Tanganyika yawekwa wakfu. Waumini watoa wa sadaka kwa ajili ya ujenzi na ununuzi wa mashine za kiwanda cha uchapaji cha Ufunuo. Katika habari za kimataifa, ADRA yaendelea kutoa misaada kwa wahanga nchini Miama. Na katika habari za muziki na maburudisho, zaidi ya watoto 1500 washiriki kongamano la kuibua vipaji. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji na karibu sana katika taarifa ya habari kutoka Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Jina langu ni Spora Mseli Molontalima nikiwa hapa Hope Media STU. Mwenyekiti wa kanisa la Adventista wa Sabato Divisheni ya Afrika Mashariki na Kati mchungaji na daktari Blasious Ruguri amezindua rasmi ofisi na makao makuu ya Ziwa Tanganyika Fildi Daniel aliye na taarifa zaidi katika uzinduzi huo wa fildi ya Ziwa Tanganyika. Mchungaji na daktari Blasias Ruguri amesema kawaida baada ya kuzindua fildi inachukua miaka mingi kabla hawajajenga ofisi. Hayo ni mambo nimeshuhudia kwenye maeneo mengi kwenye nchi nyingi ambazo ziko chini ya divishon hii yetu ya kanda ya Afrika ya Mashariki na Kati. Lakini ajabu tumeona hapa ni kwamba baada ya miaka mitano tu, hata pengine haijafika kabisa. E, watu wa Mungu, waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato kwenye fildi hii mpya walijikaza na kwa furaha kubwa na kwa moyo wote. Wao wakasema tunajenga ofisi yetu tena, hatujengi ka ofisi, tunajenga afisi ya kifahari e. Sasa watu wa Lake Tanganyika field wakaamua kujenga ofisi, kulingana na maoni yangu ya kibinadamu, hata hailingani na uwezo wao, inapita uwezo wao, ni mibaraka ya Mungu tu iliyowajia kwa wingi wamejenga hiyo ofisi kama umewahi, umewahi, unaweza kuiona uione. Na hapa sasa ndio ndipo mikakati ya kazi ya Mungu kwenye eneo hili ubiri, u, mambo ya kuhubiri injili kwenye maeneo yote ya fildi hii, mipango hiyo yote itafanyiwa hapa. Hii sio, sio, sio supermarket na sio, sio ofisi tu ya kawaida, ni ofisi ambayo inaakirisha kazi ya Mungu katika fildi hii. Mungu awabariki sana viongozi wa fildi hii, awabariki na washiriki wao na wachungaji, waendeleze mipango na miradi hii walio nayo, mpaka uwanja huu wote ambao Mungu aliwapatia tena kwa njia ya ajabu uweze kujaa vitu vya utukufu vyote, na watu watakaoingia hapa kutafuta msaada, uwe ni wa kimwili, uwe ni wa kiroho, uwe ni wa kimawazo wakutane na suruhu ya mambo hayo watakuwa nayo. Naye mchungaji na daktari Godwin Lekundayo ambaye ni mwenyekiti wa Union Mission ya kusini mwa Tanzania ametoa wito kwa waumini wa kanisa kujenga majengo yanayomwakilisha Kristo. Leo hii tarehe mbili 2 mwezi Mei 2025 imekuwa siku ya pekee sana hapa katika jimbo la Ziwa Tanganyika maana ndipo ofisi ya makao makuu ya jimbo hili ilipozinduliwa ama kufunguliwa rasmi. Ni jengo linalovutia na hata mgeni wetu rasmi ambaye ni mchungaji na daktari blasi asuruguri, Blasious Ruguri, kiongozi ama mwenyekiti wa eneo la Afrika Mashariki na ya kati lenye nchi kumi na mbili amesifu sana jengo hili. Kwa hivyo basi niseme ya kuwa Uh, ni jambo muhimu, ni jambo zuri na la pekee kwamba tunapojenga makanisa tunapojenga ofisi za majimbo tujenge majengo makubwa yanayovutia, maana yenyewe kama yalivyo ni uinjilisti, na hivyo ningetoa wito kwamba waumini wetu, washiriki wetu wanapopewa jukumu la kujenga wajenge vitu vinavyowakilisha kanisa. Kanisa letu ni kanisa la kweli, na hivyo majengo yetu yanapaswa yawakilishe jina letu ili hata watu wanaolitazama jengo linaloitwa la ofisi ama la kanisa letu waseme, ama kweli hili linawawakilisha. Mheshimiwa Makongoro Nyerere ni mkuu wa mkoa wa Rukwa, naye amehudhuria katika uzinduzi wa ofisi hiyo huku akieleza furaha yake kwa uwepo wa malengo ya ujenzi wa kituo cha ufundi katika eneo hilo. Sasa wanaendelea kujenga nyumba za stafu wao, wanaendelea kujenga nyumba za wachungaji, lakini linalonifurahisha nifurahisha zaidi wanajenga kituo cha ufundi. Kituo cha ufundi is very, very important. Ni kitu muhimu sana kwa nchi yoyote ambayo inaendelea kama sisi na ndiyo sehemu nzuri ya kupata watu ambao wanapata ajira ya uhakika. Mfundishe mtu ufundi, atapata ajira ya uhakika. Kuna mtu atamwajiri au kuna wakati utafika yeye mwenyewe atajiajiri. Nchi yetu ni nchi inayoendelea, ni nchi inayojengwa, inajengeka. Shughuli katika nchi ambayo inajengwa huwa haziishi. Eh, kwa hiyo hawa watatusaidia sana. Mwenyekiti wa fildi hiyo, Mchungaji Kamwela naye ameeleza namna injili ya Kiadventista ilivyoingia katika mkoa wa Rukwa. Injili katika mkoa huu ambao kwa kweli ndio kama unaobeba jimbo hili iliingia rasmi mwaka elfu moja mia tisa na sitini na saba pale ambapo wavuvi wawili waliokuwa wameenda kuvua kule Rukwa walipokutana na mwinjilisi wa vitabu akawashuhudia na baadaye, walipowashuhudia walipomaliza kazi yao ya uvuvi wakaondoka kuelekea Karalasi na walipofika karalasi wakaanza kuwashuhudia ndugu zao na hapo ndipo injili ilipoanza. Tunamshukuru Mungu kwamba sasa katika mkoa kutokea kwa watu hao wawili waliokuwa wavuvi mkoa huu nao waumini zaidi ya elfu ishirini na mbili. Hawa hapa ni washiriki katika fieldi hiyo wanaeleza namna walivyofurahishwa na uzinduzi wa ofisi hizo. Kwa kweli, sisi kwa tukio hili tumefurahi sana, kwa sababu tulianza taratibu na mwisho wa siku tumekuta tumefika mbali zaidi. Kama tulivyoona ofisi zetu zimekamilika, na nyumba za watumishi zinaendelea kujengwa maeneo haya. Tunamshukuru Mungu, tunatambua kwamba Mungu atazidi kutuwezesha na hatimaye kazi ya Mungu itaenda mbele zaidi. Tunashukuru sana. Siku ya kwanza, wakati tunafanya kikao cha kwanza pale NBC, mimi nilikuwa miongoni mwao, tukiwa napata pataskazwe na tu, alitutambulisha njozi inayoenda kutokea. Nashuhudia kwamba Mungu ametenda, kwa sababu leo nashuhudia njozi hii. Nikiripotia Mbiu ya Kusini kutoka Sumbawanga, mkoani Rukwa, mimi ni Mbonea Daniel, Hope Channel, Tanzania. Naam, asante sana Mbonea Daniel kwa habari hiyo, na hongereni sana waumini wa fildi ya Ziwa Tanganyika kwa hatua hiyo kubwa ambayo kwa hakika inampa Bwana utukufu. Mpenzi mtazamaji, usisahau kututembelea mtandaoni kupata taarifa zaidi na kutoa maoni yako katika akaunti zetu zinazoonekana kwenye runinga yako. Nam, tunaendelea kusonga mbele na, na taarifa yetu ya habari, na hivi sasa tutupie macho habari zingine zilizotufikia katika dawati letu la habari juma hili. katika jitihada za kuboresha huduma ya uchapishaji ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato nchini Tanzania wito umetolewa kwa waumini kuendelea kutoa sadaka kwa ajili ya ujenzi na ununuzi wa mashine za kisasa kwa ajili ya kiwanda cha uchapaji cha Ufunuo. Tunaungana na Mgereza Mtambo aliye na taarifa zaidi. Mchungaji Musa Mika ambaye ni mhariri mkuu wa kiwanda hicho amesema sadaka hizo zitasaidia katika kununua mitambo ya kisasa itakayowezesha uchapaji kwa ufanisi zaidi na kwa kiwango cha juu. inalazimu tujenge moja kwa sababu majengo tulio nayo hayana uwezo wa kubeba mashine tulizo nazo. Tuna mashine kubwa ambazo tumezipata kwa, kwa donation kwa, kwa, kwa, kwa watu kujitolea kuchangia kule Marekani, na zingine ziko njiani zinakuja, lakini majengo yetu hayawezi kutosha kuzibeba na hata zile tulizo nazo kuna zingine ziko pembeni hazina pa kuwekwa lakini kitu kingine ni kwamba hata hizo zilizopo pia kwa ajili ya uchakavu tunahitaji mashine bora zaidi na kubwa zaidi ili kwamba tuweze kufanya kazi ambayo ni bora zaidi. Sasa kama kiwanda tulichukua hatua ya awali tukafanya maandalizi, tukanunua vyuma vile vya nguzo, vile vya pila, zile vya kusimamisha pembeni. Tumetumia kwa uchache shilingi milioni mia tano kwa hatua hiyo ya awali. Na, na tayari tumeshaweka jiwe la msingi. Kwa hiyo kinachotarajiwa kwa sasa ni kwamba tukipata fedha tuweke msingi ule wa chini sasa. Tukishamaliza kuweka msingi, vyuma vile vifungwe, alafu matofali yasimamishwe, tuweke paa ili tuingize zile mashine ndani. Nao waumini wa kanisa la Adventista Sabato Temeke jijini Dar es Salaam wameungana na waumini wengine kote nchini. Katika siku hii maalumu ya sadaka kwa ajili ya kiwanda cha uchapaji cha Ufunuo. Wakizungumza mara baada ya ibada, waumini hao wameeleza jinsi ambavyo kiwanda hicho kimekuwa baraka kubwa kwa kazi ya uinjilizi ya. Kwa majina naitwa Gaspar Gorson Kiangi, ni mkuu wa huduma katika kanisa la Wadavendisa wa Sabato Temeke. Binafsi niliwahi kupita pale na kuona kile kiwanda chetu cha kwanza kwa ukweli kinahitaji maboresho, na kama hivyo ambavyo kanisa limekuja na njozi kwa ajili ya kujenga kiwanda kipya ni jambo la msingi sana kwa waumini ambao wame, wana, wanajua utume wetu jinsi ulivyo. Kwa hiyo mimi binafsi ninawatia moyo na kuwapongeza sana viongozi wetu kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wanaifanya, na kama ambavyo tunatambua ya kwamba kazi ya uinjilisti katika kanisa la Waadventista wa Sabato kwa jinsi ambavyo vitabu vinasema na roho nabii nasema Wakati utafika milango itafungwa katika mahubiri ya hadhara na mahubiri mengine, na vitabu pekee ndivyo vitakavyofanya kazi. Kwa majina naitwa Ruben Didas, vitabu karibia vyote ama asilimia kubwa ya vitabu ambavyo tunavipata makanisani kwetu vinatokana na kile kiwanda. Nijaribu kuasisitiza, kuwasisitiza na kuwaalika kuona umuhimu wa hicho kiwanda, ili sote waumini kwa pamoja kwa idadi yetu tukajaribu kushiriki kuchangia ili kiwanda kikaongezwe kwa upana wake vitendea e, kazi vikaongezeke ili kazi ya bwana ikazidi kusonga mbele kwa sadaka hii ya pamoja inatarajiwa kuwa kiwanda cha uchapaji cha ufunuo kitakuwa na uwezo mkubwa wa kutoa huduma bora kwa kanisa na jamii kwa ujumla nikiripoti kutoka kanisa la Adventist Sabato Temeke mimi ni Mngereza Mtambo Hope Channel, Tanzania Nam, asante Mgereza Mtambo kwa habari hiyo. Na hivi sasa tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari. Wito umetolewa kwa watu wote kupata elimu nzuri juu ya wosia na mirathi ili kufanya familia zibaki na amani pindi zitoke hapo changamoto za misiba. Tupate taarifa zaidi. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo kuwepo hapa katika kanisa la TSA Sabatu Salasala kwa ajili ya kujifunza kuhusiana na mambo ya wosia na mirathi. Ninashukuru kwamba pia watu ni wengi na wameitikia kuja kujifunza mambo haya, lakini pia ninamshukuru Mungu kwamba makanisa mengi yameongeza uelewa, na sasa pia kumekuwa na vitengo hivi vya mirathi na mambo ya wosia, kitu ambacho ni muhimu katika kujifunza. Cha muhimu tu ni kuendelea kuwasisitiza washiriki na waumini na watu wote kwa ujumla, wanaofuatilia pia vipindi vyetu, kuona umuhimu wa kuzingatia kwamba wanaandika wosia na kuona kwamba lazima wakifa mali zao zitagawanywa hivyo. Ni jambo la msingi kwamba waweze kuzingatia hilo, ili hata wakifa mali zao ziwe katika mikono salama, zikiwafaa warithi wao, lakini zaidi pia zikitumika kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tatizo kwa sasa lilikuwa kubwa, linazidi kupungua kwa sababu ya uelewa. Watu wameanza kuelewa kidogo umuhimu wa kuandika wasia, kwa hivyo tunawashukuru kwa sababu inasaidia kupunguza migogoro. Na serikali kwa hapa Dar es Salaam imeweka mahakama moja jumuishi inayoshughulika na maswala ya, ya ndoa pamoja na mirathi. Kwa hiyo, imekuwa ikiwapa watu urahisi wa kuweza kufungua na kupata uelewa juu ya maswala hayo. Tumetiwa moyo kwamba tunaweza tukaandika usia hata kabla hatujalala mauti, lakini tuikumbuke kazi ya Mungu, sema shamba langu lililopo Kisarawe litafanya kazi ya Mungu, sema nyumba yangu iliyoko Morogoro, nyumba fulani hivi yenyewe tu sadaka zake zitakwenda kwa kazi ya Mungu. Imekuwa ni Sabato nzuri na washiriki wa sarasala wamefurahia. Imekuwa baraka kubwa, watoa mada wamejipanga. Natoa wito kwa makanisa mengine kutoa nafasi kwa idara hii, iteni mahakimu kutoka mahakama mbalimbali. Wamekutana na kesi nyingi na wanauelewa mkubwa wa kulisaidia kanisa katika ustawi wake. Tumeshuhudia washiriki wengi pale ambapo wanapopata na misiba ya kuacha na wapendwa wao wanakosa labda mwelekeo, wanakuwa hawajui nini wafanye kwao. Kanisa likaona kwamba ni bora tuwe na somo hili ili kuweza kutoa elimu, lakini pia kuweza kuwezesha washiriki waweze kujifunza kwa mapana mada hii, ili mwisho wa siku watu pia wasipate shida pale ambapo wanakutana na changamoto ya usia pamoja na mirathi. Lakini lengo kuu zaidi ambayo tumeliona leo ni kwamba watu wameinuliwa karibu na Yesu na ameelekeza kwamba katika maisha haya japo tutatafuta huku na kule lakini tusipomweka Mungu katika maisha nakum, yetu na kumpatia mali zetu ni kazi bure. Kwa pamoja na kwamba tunatakiwa tuweke mambo yetu sawa kabla tujafa lakini pia tukumbuke kwamba tukiwa hai tujikabidhi kwa nani? Mungu na tuweze kujiongoza kwa sana mapenzi yake ili mwisho wa siku maisha yetu yaweze kuacha utukufu mchoni pa Mungu. Namshukuru Mungu sana kwa watu aliyowapa hayo maono na wakaja kulifundisha jambo hili hapa kanisani kwetu. Kwa kweli, haya mambo yapo hapa duniani tunapoishi. Mimi leo ni mtarajiwa yani, kifo ni hakika, lazima nitakufa na mtu mwingine yoyote atakufa. Kwa hiyo, hii mambo ya wosia na mirathi ni lazima yatokee katika jamii zetu. Kwa hiyo kama mtu una mali zako ni vema ukaziandika. Kama ni mimi mwanamke na mali zangu, ni vema nikaziandika na zikajulikana kwa familia yangu, yani mume na watoto wangu, isije hapo baadaye ikatokea nimetangulia mbele za haki, watoto wangu wakadhulumiwa au mume wangu akadhulumiwa, na wakati sisi tumeangaika wawili kuzitafuta hizo mali kwa ajili ya familia yetu. Mambo ndivyo hivyo alivyo. Wewe mtazamaji, umejipangaje? Na tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari. Mwenyekiti wa Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania SEC, Mchungaji Amoni Sikazwe, amewakabidhi vyeti zaidi ya watoto arobaini kutoka mtaa wa Tambani waliohitimu mafunzo ya lugha ya alama. Tuongea na Mngereza Mtambo aliye na taarifa zaidi. Akizungumza na Hope Channel Tanzania mchungaji Sikazo amesema uwekezaji kwa watoto wadogo ni njia bora ya kuandaa kizazi kitakachomtumikia Mungu kwa uaminifu. Makanisa haya matano yamekusanyika kwa pamoja, tumeabudu pamoja, tumejifunza pamoja, tumejifunza habari ya uwakili, mambo gani tunapaswa kuyafanya kwa ajili ya Mungu wetu, maana tuliumbwa kuwa mawakili, lakini pili, tumejifunza habari ya uinjilisti namna ambavyo tunapaswa kuubeba utume tulioachiwa kupeleka katika maeneo mbalimbali mbali, na kwa watu ambao bado hawajafikiwa na ujumbe wetu. Lakini pia tumekumbusha habari ya The Net Event ya kwamba wajiandae, na wamejiandaa vizuri, wameandaa vyombo, wameandaa ma, ma, ma, masomo kwa ajili ya kusambaza na kuandaa maeneo ambayo wao watafanyia kazi ya kupokelea mahubiri haya. Cha pekee sana katika kanisa hili au katika mtaa huu ni kuona watoto wadogo wenye miaka minne mitano wamejifunza juu ya somo la somo la lugha ya alama. Kwa hiyo makanisa yote yasikie, hata makanisa mengine unaonisikiliza, waandaeni watoto wadogo, na wekeni nguvu kubwa na gharama kubwa itumike kuandaa watoto yeah, na kuwekeza kwa watoto. Kwa upande wake, mchungaji wa mtaa wa Tambani amehimiza makanisa kuwekeza nguvu katika kufikisha injili kwa makundi mbalimbali, akitaja kuwa baada ya mafunzo hayo kutakuwa na kambi ya wa wainjilisti kumi watakaoandaa watu kwa ajili ya mkutano mkubwa wa Danet event. Mwenyekiti wetu wa conference pia ameweka wakfu a, a, a, TV pamoja na boksi la vijizuu ambapo vitatumika katika eneo letu la utume pale Rue, ambapo vitatumika katika mahubiri yanayokuja tarehe kumi mwezi wa tano, mahubiri ya Danet event uh, tunalolitegemea ni hivi karibuni litafanyika. Wainjilisti kumi watakaopiga kambi hao, uh, nao pia, hiyo huduma leo hapa ilikuwa kwa ajili ya kuweka wakfu na kuomba kwa ajili ya huduma hiyo ili tuanze kazi kuandaa wakazi wa ili eneo letu la mtaa wa Tambani kwa ajili ya mahubiri haya ya Danet event. Majina yanaitwa Mwalimu Baraka Elias Lali, ni mshiriki wa kanisa la Waadventista Sabato Ilala, jifunza nao lugha ya alama kwa muda wa miezi miwili, yani kuanzia mwezi wa kumi na mbili walivyofunga likizo wakaja kuanza kusoma lugha ya alama, tumehitimisha mwezi wa kwanza, lakini namshukuru Mungu kwa sababu ni watoto wadogo sana ambao tumewafundisha kwa sasa hivi wanaelewa vizuri, wanafanya kazi ya Mungu nao. Watoto waliohitimu wamewatia moyo wenzao kujifunza lugha ya alama ili waweze kuwasiliana na watu wasiosikia na kuwafikia kwa huduma ya injilisti. Kwa majina naitwa Mariamu Samueli, natokea kanisa la Adventista sabato Tambani, na siku ya leo nafurahi kupata cheti changu. Jina wangu naitwa Alexander Emmanuel, ni mshiriki wa kanisa la Mkombozi. Kujifunza lugha ya alama ni nyepesi, itasaidia kupeleka injili kwa watu tofauti tofauti, kwa viziwi ambao hawasikii na wengine ambao wanasikia lakini hawasikii vizuri, huwa wanaelewa lugha ya alama. Mafunzo haya yamewajengea watoto msingi wa mawasiliano jumuishi yakiwa sehemu ya, ya kuchochea mshikamano wa kijamii na huduma kwa watu wenye mahitaji maalum. Toka mtaa wa Tambani, mimi ni Mgereza Mtambo, Hope Channel, Tanzania. Asante sana Mngereza Mtambo kwa habari hiyo, habari ambayo inatupeleka kwa mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za muziki na maburudisho. Jina langu ni Spora Mseli Molontalima, tafadhali endelea kubaki pamoja nasi.

Tumerejea mpenzi mtazamaji, na kabla ya kusonga zaidi, tafadhali tuangazie yale tulionayo katika dawati letu la habari juma hili. Makao makuu ya fildi ya Ziwa Tanganyika yawekwa wakfu. Waumini watoa wa sadaka kwa ajili ya ujenzi na ununuzi wa mashine za kiwanda cha uchapaji cha Ufunuo. Katika habari za kimataifa ADRA yaendelea kutoa misaada kwa wahanga nchini Miama, na katika habari za muziki na maburudisho, zaidi ya watoto elfu moja mia tano washiriki kongamano la kuibua vipaji. Mtazamaji, tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari, na hivi sasa tutupie macho katika habari za kimataifa. Shirika la misaada na maendeleo la kanisa la Waadventista wa Sabato, ADRA, limetoa msaada wa makazi na matibabu kwa jamii zaidi ya milioni kumi na saba zilizoathirika kwa moto na tetemeko la ardhi huko Miama, kusini mwa Korea. Tunaungana na Dkt. Reuben aliye na taarifa zaidi. Moto ulianza maeneo ya vijijini na ukaenea kwa haraka, ukichochewa na upepo mkali pamoja na uoto mkavu. Msitu mizima iliteketezwa, maelfu ya wakazi walilazimika kukimbia makazi yao, kadha walijeruhiwa na mamia sasa wanakabiliana na hali ya kutokuwa na makazi. Miongoni mwa walioathirika ni washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato, viongozi wa kanisa, waumini wapya na familia zilizokuwa zikichunguza imani. Wengi walipoteza kila kitu, ikiwa ni pamoja na nyumba, mali zao na njia zao za kujipatia riziki. Baadhi yao walikuwa wakijiandaa kwa ubatizo, lakini wengine walikuwa wameanza tu safari yao ya imani. Hata katikati ya maangamizi imani na mshikamano vinaendelea kukua. Makanisa ya maeneo hayo yamehamasika kusaidiana, yakitoa makazi, maombi na faraja kwa waathirika. Shirika la ADRA lipo kwenye eneo la tukio likitoa msaada wa dharura, ikiwa ni pamoja na chakula, dawa na mahitaji mbalimbali ya msingi. Vinapelekwa kwenye vituo hivyo, washiriki na watu mbalimbali wanaojitolea wanakusanyika kwa pamoja kwa ajili ya kutoa huduma ya maombi, huduma mbalimbali za kijamii na tumaini la uzima linalopatikana katika Yesu Kristo. Naam, asante sana Dkt. Ruben kwa habari hiyo na hivi sasa tunaangazia habari za muziki na maburudisho na juma hili uh, tunaangazia jitihada za kukuza vipaji kwa malezi ya watoto katika conference ya kusini mashariki mwa Tanzania yani SEC ambapo kumefanyika kongamano maalumu lilowaleta watoto elfu moja mia tano kutoka makanisa mbalimbali mbali, wakishiriki uimbaji, kuhubiri, kukariri mafungu na kuchambua Biblia. Mwanahabari wetu Mngereza Mtambo ana taarifa zaidi. wameonyesha vipaji vyao mbalimbali. Kulikuwa na vipaji vya kuhubiri, kulikuwa na vipaji vya kuimba, kulikuwa na vipaji vya kukariri mafungu, na tunaamini kabisa, kutokana na hawa watoto walioonyesha vipaji vyao, vitawavuta na watoto wengine ili na wao watamani kukuza vipaji vyao. Tumekutana hapa Ukonga, kanda zimekuwa nane, watoto wameimba vizuri, japo kulikuwa na eh, mambo ambayo hayajazingatiwa kimuziki. Kwa mfano watoto wa kufuata mapigo ya wimbo eh, na watoto wa kufuata noti sahihi za nyimbo na wengine wa kufuata ufunguo sahihi wa wimbo. Kwa hivyo watoto wamejitahidi. Ninaomba tu kuwa, hasa walimu wa watoto, kwamba watoto wetu wanapokuwa makanisani tuwafundishe mziki sahihi, wafundishwe kupiga vyombo eh, vizuri, wafundishwe noti. Na walimu, ninawaomba twende tusome mziki sahihi, ili tuweze kuwafundisha watoto kuimba vizuri. Na washauri wazazi kuwa tuna watoto mbalimbali mitaani, labda ndugu zetu, tunabidi tuwaelekeze jinsi ya kuuza vipaji vyetu na kuwasaidia hivi vipaji vyetu viweze kukua na kufikia malengo yetu kutoka kanisa la Adventista sabato Ukonga, mimi ni mgereza Mtambo, Hope Channel, Tanzania. Asante sana mgereza Mtambo kwa habari hiyo, na habari hii inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kutoka hapa Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshirikiana nami katika maandalizi ya taarifa hii, ninaitwa Spora Mseli Molontalima, ninakushukuru sana. Na ninakutakia utazamaji mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania. Panapo majaliwa tukutane tena juma lijalo, siku na muda kama wa leo. Kwa heri na usiku mwema.